Wote tunafahamu lengo la mkutano huu ni kutoa fursa kwa wanachama wa chama hiki kujadili mambo mbalimbali yanayohusu mbali chama chetu, lakini na maendeleo ya sekta ya sheria kwa ujumla, na changamoto tulizonazo, lakini na kuangalia na kufikiri, yani na kujitafsiri, redefining ourselves as we move forward kama chama ili tuende na ile ile progression katika ukuaji na kuangalia ni vitu gani vya kimkakati ambavyo tunataka kuviangalia kama Chama cha Mawakili wa Serikali, lakini pia na kufanya uchaguzi kwa sababu sasa lazima tunataka kuwa na, na watu mahiri ambao wanafikra nzuri na wanafikra hizo kubwa candidates ambao wana think big ambao wakisaidiana na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na management kuweza kubadilisha mambo. Sasa tuna kauli mbiu ya mkutano huu ambayo tunasema utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu ya, sheria, ya, ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Hii kauli mbiu ni nzuri sana kwa sababu imejielekeza kwenye ile Dira ya Taifa ya mwaka 2050, ambapo tunachoota ni ile ndoto kwamba utakapofika mwaka 2050 Tanzania itakuwa nchi ya uchumi wa kati ule wa juu katika zile nchi za uchumi wa kati. Sasa kuna ile, ile level ya juu, kwa sababu tuko chini sasa hivi katika uchumi wa kati. That is achievable no doubt, lakini tu kama kila mdau atajipanga vizuri katika nafasi yake na mimi nilivyoisoma ile dira, na nawasihi wote tuisome vizuri, hatuwezi kufika huko bila proper legal framework. Ndiyo daraja lenyewe hilo la kutufikisha huko. Sasa daraja hilo ndio unazungumzia hizi brains ambako zimo humu ndani kwa hiyo sisi tunataka tuwe fasiliteta, tuhakikishe taifa linafika huko, au sisi ndio tunaweza tukaharibu, tuka tukalivuta, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka taifa nyuma. Wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuwa akizindua chama chetu, alisema sisi ni jeshi lake sisi ni jeshi lake, kwa maana ya serikali inaongozwa kwa utawala wa sheria na sheria hizo ni lazima zifuatwe. Na sheria hizo zitakapofuatwa, basi uwekezaji utakuwa umelindwa, biashara zitakuwa zimelindwa, haki zitaweza kupatikana na kwa wakati wote, tutahakikisha kwamba hatumwangushi Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio alizindua chama hiki, amekilea chama hiki kwa kipindi cha miaka mitatu na miaka mitatu tayari imekwisha kamilika, na leo ni mkutano mkuu wa chama ambao unafanyika kwa mujibu wa utaratibu na niseme kwamba unaweza kuwa ni mkutano wa kwanza chama wa chama cha mawakili wa serikali baada ya malezi tuliyoyapata kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan. Afisa Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, tuko pamoja katika kuendeleza hudumu hili na katika kufanya kazi ambazo serikali imetuamini tukiwa kama, kama mwenzangu naibu mwanasheria mkuu alivyosema, kama jeshi ambalo tunatakiwa tuisaidie serikali katika kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu ya kuhudumia wananchi katika sekta hii ya sheria.